Januari 9 mwaka elfu mbili na ishirini na sita ni mwanzo mwingine mzuri kabisa wa mwaka mpya, ambapo tunaanza kukuwasilishia kwa mara ya kwanza kabisa mapitio ya vichwa vya habari magazetini kupitia Tochi. Mimi naitwa Ahmad Rashidi, karibu sana leo. Uh, tukianza ninalo gazeti la Nipashe mwanga wa jamii, lakini pamoja na gazeti la Nipashe ninalo gazeti la Mwananchi. Kabla ya tujaendelea zaidi, ni kufahamishe kwamba tunapewa nguvu na baraka sonko electronics. Hawa ni mabingwa wabobezi ambao wanauza vifaa mbalimbali vya muziki. Kama una programu za kufanya uh, harusi na sherehe mbalimbali, lakini pia kanisani, kuweza kufunga system ya music kanisani, msikitini, wale ambao wanafanya programu za podcast katika digital platforms, ni nafasi sasa kuweza kuwakimbilia baraka Sonko. Wanapatikana Morogoro mjini mawasiliano yao kama ambavyo unayatazama. Nianze na gazeti la Mwananchi, wino uliokolezwa katika ukurasa wa mbele kabisa ni uchaguzi mkuu wapingwa kortini EACJ. Hii ni mahakama ya haki ya Jumuiya ya Afrika Mashariki, ambako uchaguzi huu umepingwa katika mahakama hiyo, na nukuu yake nasema, wanasheria wafungua shauri wakidai haukukidhi viwango vya kidemokrasia, wakidai kulikuwa na ukikwaji wa haki za kibinadamu na mkataba wa Afrika Mashariki. Habari inapatikana katika ukurasa 3 na nimwona uh, katika habari hii Tito Magoti, mwanasheria huyu kutokea Tanzania, pamoja na wangwe uh, ambao wamefungua shauri hili, mmoja ya madai yao wakisema eh, mahakama iweze kuridhia uh, uchaguzi huu uweze kurudiwa. Haya, hii ni habari kubwa ambayo imepewa uzito mkubwa kabisa hapa. Habari nyingine katika ukurasa huu wa kwanza kabisa ni machinga bodaboda wapaza kilio cha mikopo. Ukurasa wa pili, habari hii inasomeka basi la dakwa na balo la skanka hayukurasa wa tatu linaonekana hilo basi hapo limeandikwa jina lake, lakini ukurasa wa wat utaisoma kwa karibu zaidi habari hii. Samia apigia chapuo sekta binafsi kwenye utafiti. E, niwahimize wahadhiri na watafiti katika taasisi ili kushirikiana na sekta binafsi ili kazi za kitafiti zinazofanyika ziwe na matokeo chanya kwa maendeleo ya nchi na Watanzania, Raisi Samia nazis alikuwa aki E, zindua akizindua kampasi ya Chuo Kikuu cha Dar es Salaam hapo Zanzibar. Inapatikana habari hiyo katika ukurasa wa nne, na habari picha e, inaonesha chuo hicho, lakini inamwonesha pia Rais Samia Suluhu Hassani akiwa e, na wapambe wake pamoja na maafisa wengine akiwemo, namwona hapa Waziri Adolf Mkenda pamoja e, na Mrisho Jakaya Kikwete, rais mstaafu wa Tanzania na mkuu wa chuo cha Dar es Salaam haya haya ni ambayo yameandikwa katika uh, ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti la Mwananchi ni geukie sasa ni pashe mwanga wa jamii walipokoleza wino ni polisi matatani vifo vya watatu mmoja adaiwa kupigwa risasi na askari mwingine kujinyonga mahabusu, mwingine yamfika akiwa anakimbia, ndugu wa Ngaka. Mkasa umejaa viulizo, wadau nao waje juu, polisi kujichunguza. Habari ukurasa wa pili, na kuna nukuu inasema: lazima kuwe na chombo huru kinachochunguza tuhuma zote za ukiukwaji wa haki dhidi ya vyombo vya usalama, polisi hawapaswi kuwa wachunguzi wa kesi zinazowahusu wao wenyewe, wakili Onesmo Lengurumwa amenukuliwa hapo, na kwenye habari picha anaonekana yeye pamoja na IGP wa Tanzania Kamirisi Wambura. Huyu ni mkuu wa majeshi eh, Tanzania. Lakini mwanga wa jamii pia anasema tope, kinyesi, janga sugu lililofichika Dar es Salaam. Hii ni ripoti ya uchunguzi eh, habari uandishi uh, wa habari wenye tija umepewa nafasi katika ukurasa wa mbele. Wadau watia neno, vigezo vipya ajira za uhamiaji, tutasoma habari hiyo katika ukurasa wa tisa. Lakini madereva wagomea rasimu kanuni mpya zinazowapa nafuu. Samia azindua kampasi yudizim, Zanzibar, akidai uchumi wa blu. Habari picha anaonekana makamu mkuu wa chuo hicho E, lakini pia mkuu wa chuo hicho kwa maana Mrisho Jakaya Kikwete, Rais Samia anaonekana akiwa anakata utepe pamoja na Profesa Adolf Mkenda, waziri wa elimu, sayansi na teknolojia pamoja na naibu e, wa wizara hiyo e, wanu anaonekana hapo haya. Lakini habari nyingine imepewa nafasi hapa ni Muhimbili ya baini kiini vifo vingi wenye selimundu, ukurasa wa tano. Habari hii inaangazia e, kwa kina zaidi huku nyuma kwenye masuala ya kimichezo zaidi, Nipashe wameandika Sesco sasa matumaini kibao, kurasa 21. Lakini Stars yapokewa kifalme, kula lunch na Rais Samia leo. Kabudi yasema itaishangaza dunia Afcon 2027, habari picha, wanaonekana e, wacheza ngoma ambao walikuwa wakipokea timu ya Taifa Stars e, hapo jana. Lakini Yanga na Singida hapatoshi leo, Mapinduzi Cup. Haya ni kwa uchache Eh, katika ukurasa wa nyuma wa gazeti la Mwananchi Michezo kubwa zaidi wameandika heshima ya Sakwa, haya kombe la Mapinduzi 2026, habari picha, wachezaji wa Yanga wanaonekana hapo, ambapo leo kipute dhidi eh, yao eh, wao pamoja na Singida uh, Black Stars. Stars yapokewa kishujaa Dar es Salaam, habari picha, wanaonekana mashujaa wa timu ya taifa ya Tanzania ya Taifa Stars taifaa, eh, wanaonekana pamoja na rais wa TFF shirikisho la kabumbu Tanzania, waris Karia. Haya, ziko habari mbalimbali za michezo leo. Tunaweka nukta hapo, ama naweka nukta hapo katika uh, mapitio ya vichwa vya habari magazetini. Eh, kupitia tochi hii ni The Loyal Media. Mimi naitwa Ahmad Rashid, endelea kutufuatilia katika platform zetu zote kwenye mitandao ya kijamii pamoja na hapa YouTube.